Hivi mnajua kwa nini walienda kuonana na Papa? Mnajua kwa nini walienda kuonana na Papa, kupiga picha? Walienda kuonana na Papa kisa Kitima. <laughs> nya, nya, nya, nya. Wameenda kumshtakia Kitima, kama inawezekana nafasi yake wa mwengue, anachounganisha taifa, anachounganisha wananchi na serikali Kweli nimeamini, hawa watu anayewashauri kichwani hamna kitu. Ambaye amechonganisha taifa ni Samia, ambaye ameua wananchi, ambaye ameteka wananchi, haya yote asingetokea hao wanakemea wanasema, kifanya sio kitu kizuri eh, wanajaribu kuficha kila kitu. Sasa mnaenda kwa Papa, unajua kwa Papa atawasaidia? Papa na ujumbe wao ndio, taarifa zetu zinajulikana mtandaoni mauaji mliofanya, utekaji mliofanya, mnaenda kupiga picha na Papa kweli? Katoliki hao mnawapiga vita, vitu vinaonekana mnavyowateka. Papa hawezi kuangalia usoni mm -mm. Mlijua hilo, yule Papa sio boya. Kwa hiyo mnaenda kwa ajili ya Kitima wale, mnaenda kupiga picha na Papa kuongea naye kwa ajili ya Kitima, hicho cheo chake anyang'anywe. Hizi yani, nchi za wenzetu wana akili, hawakurupuki. Ukisema tu hatutoe trilioni na trilioni hawafanyi chochote. an yani, hata mngesema mfanye nini Rachel Dangwa kuhusu balozi wa, wa Japani hawawezi kunifanya chochote. Mmejaribu, mmejaribu, mmejaribu mtandaoni, mnajaribu vitu vingi hawa wanafata sheria wakija kwangu, mimi na maloya na maagent, msinone hivi, na maloya wangu na maagenti zangu hawawezi kuja tu kwamba nonono, no, no. Hata mgesema mnawapa nini, mi sinyamazishwi kwa chochote. Naweza nikamnyamaza ni mimi, tukakubaliana bwana, okay, lakini otherwise hata wazi mtu wa nyamazi ilo mlijue, aa, wazi anyamazi mtu ni mimi mwenye ndo naweza nikamua, lakini sio mtume ubalozi mwende, sijua pia si Kitima, sijui mnaenda kwa kumwambia Papa, sijui wamsimamishe, sijui nini, Samia. Yani nye mnavyovifanya, mnatakiwa nyee mwache kutekaji, mauaji ona na kila kitu mnachokifanya kifanya vyote vya kufanyia kunya maanzisha wananchi kwenye komenti, mnaenda mna mnawatafuta mnawateka mnawaua. Sumai, mwache hizo hayo, mkiacha mambo migine ataendelea. Otherwise, hakuna kinachoendelea kabisa, hata mwende wapi. Wenzetu wanafuata sheria, sio kwa ajili ya pesa. Hapana.